Makundi ya wanawake katika kaunti ya Kilifi yamepokea ruzuku ya shilingi milioni moja nukta nane ili kusaidia miradi yao ya kujiongezea ya kipato. Fedha hizo zilizotolewa na shirika la Islamic Relief Kenya zinalenga wanawake wanaoishi katika mazingira magumu ili kukuza biashara ndogo ndogo na kuboresha maisha ya wakazi katika eneo hilo. Vikundi hivyo vinajishughulisha na miradi mbalimbali ikiwemo ufugaji wa kuku, huduma za kukodisha mali na biashara za rejareja. Kwa siku ya leo ninao furaha tena furaha nyingi na ninatoa kongole shukurani kubwa kwa Islamic Relief International Kenya kwa kutupatia msaada wa laki tatu elfu sitini na nane na shilingi mia sita, ambazo tutaweza ama zitaweza kutuwezesha kuongeza ule mradi wetu uweze kupanuka na sisi kina mama tuweze kupata mapato ya zaidi. Pesa zitatusaidia kuongeza mradi, kwa sababu mradi tunao kweli, lakini tuko nao tunaona katika mapato yako chini, na hivi tunataka kuongeza vitu vingine tena, ili tuzidi kuinuka zaidi ya hapo ambapo tumefika. Tunasikia furaha sana ndani ya mioyo yetu, maana tunajua mradi wetu tutauinua, tutanunua vile vya kuongeza mradi, tuongeze mradi na watoto wetu wasome, na tuendelee na mradi upanuke vizuri tuna imani ya kuwa tutapanda juu zaidi zaidi ya hivyo the mothers here you can see the families only eat one meal per day or uh, now for the currently i believe with this kind of project they will be able to have children school fees are paid hospital bills are paid and many other problems that the domestic family have will be sorted out my advice to the mothers ensure that you progress on what you have been given let's see the development going on